Mwanamke aliyezoea kujichua anavyopata ugumu wa kukojozwa. Mwanamke aliyezoea kujichua anavyopata ugumu wa kukojozwa. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Hebu tusikilize swali kwa huyu dada ambaye ametuma ujumbe huu anasema hello dokta, nimeona video yako TikTok. Naomba nimsaidie ya rafiki yangu. Akasema ali alizoea kujichua, so nao ameacha. But kakutana na mwenza wake, hawezi kukojoa ikiwa ndani, ni mpaka asuguliwe kinena, ndo anakojoa. So unamsaidiaje huyo dokta? Nikamwambia nitahitaji kuongea naye kwa ajili ya ushauri na saa na pia kuna matibabu ambayo nitakayompatia kwa ajili ya kurudisha muni zake vizuri. Nikamwambia shida iliyopo ni eneo la kisisibi nimekufa ganzi, ndio maana anashindwa kupata msisimko. Akaniambia dokta, ni mie mara ya kwanza, alikuwa naona aibu. So baadaye baada, so, ya kumenta ili kuweza kuongea na mhusika akasema ni yeye. So madhara ya mwanamke anayejichua, always naongea hapa hichi kitu kwamba ni zaidi ya wanaume. Hakuna kitu hatari kama mwanamke kushindwa kufeel pressure ama utamu wa tendo la ndoa kama ambavyo wanawake wengine wanahisi. Hakuna kitu kibaya kama mwanamke eneo lake la kisimi ama kinembe kupoteza hisia, kupoteza hamasa, maana ndilo eneo pekee ambalo mwanamke linamsaidia kuliakti vizuri ili aweze kufurahia tendo ipasavyo. Sasa eneo hili likiwa limeathirika kwa kujichua kwa muda mrefu, cha kwanza mhusika anaathirika psychologically, lakini pia cha pili atashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa. Lakini pia wapo wanawake ambao wanatumia sex toys, wanaita ile midoli kwa ajili ya kuweza kujiingizia uko ukeni, ni moja ya cases pia ambazo nimekuwa nikizipata baada ya hapo wanawake hao wanashindwa, kwa sababu sexual drive yake inakuwa ni very high. The same kwa mwanamke ambaye anayejichua pia, ile sexual drive yake inakuwa ni iko high sana, to the maximum, kwamba akikutana na mwanaume anashindwa kufili raha aliyokuwa anaitumia. Lakini sio hivyo tu, anapokuwa anajichua kwa kutumia vidole vyake, anasugua kile kisini, wengi wanatumia spidi kubwa sana, hali ambayo inatengeneza usugu katika lile eneo, eneo ambalo litakiwa liweze kuguswa na ulimi, eneo ambalo litakiwa liweze kuguswa na lipsi nzuri, eneo ambalo litakiwa liguswe na na mikono ambayo imewekewa mafuta maalum ya massage linakwenda kusuguliwa tu pasipo utaratibu. Wote ni hatari sana psychologically. So mwanamke huyu anakwenda kuathirika moja kwa moja. So Dokta Kuboja ni na matibabu maalum kabisa kwa ajili ya mwanamke kwenye changamoto hii, lakini sihitaji mwanamke huyo awe na aibu. Ukiwa una aibu basi, tunaweza tukachat through WhatsApp, lakini most of the time napenda nitumie audios. Kwa nini napenda niweze kuongea? Kuna uh, technical question ambazo lazima nikuweze kukuuliza, na nitapenda uweze kunijibu ili niangalie namna gani ya kuweza kusaidia. Lakini pia kuna program maalum kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwa wanawake wenye hali kama hii, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kuweka homoni zao vizuri kwa ajili ya kuweza kurudisha